Samia Kalamu Awards ndiyo habari ya mjini. Ni tuzo ambazo zimewaleta pamoja TAMWA na TCRA kuweza kuwathamini wale waandishi wa habari mahiri kwenye sekta mbalimbali. Wenyewe wanasema lengo lilikuwa ni kuangalia uandishi wa maendeleo, uandishi ambao umebeba tija ya kuangalia yale ambayo yanaonesha namna ambavyo nchi imeendelea kupiga maendeleo sekta mbalimbali. Kauli mbiu yao ilikuwa ni uzalendo ndio ujanja. Hicho ndicho ambacho tutakacho kijadili kwa leo kwenye meza Uchanganuzi, na hapa studio nipo na Jaji Kiongozi Dr. Egbert Mkoko ambaye pia ni mdau wa tasnia ya habari kwa kuwa yeye ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Shule Kuu ya uandishi wa habari. Mimi naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika karibu sana Mkoko. Kwanza, hongereni. Asante na tuna mm. <goda> hongera <goda> pia kwa wote waliopata tuzo jana. Ni mm. yeah, tuzo ambazo zimeibua msisimko na Uh, mijadala mingi katika kila eneo, kila kona kuna mjadala. Tuanzie hapo, ukiwa jaji eh, mm. baada ya kazi kukamilika, kama alafu naona kuna mjadala eh, mikubwa. Kuna wengine ambao kwanza wanajutia kwa nini hawakushiriki, mm. Eh, kwa sababu ya tuzo nyingine ambazo wanazijua, mm. na viwango vyake hivyo, mm. lakini surprise ya jana imewafanya waone kwamba o no, kumbe tulistahili. Kuingia neno lako hapo. E, na ukiona kuna mjadala kama hivyo, basi ujue kwamba mambo yalikuwa mazuri sana kwa sababu <laughs> mijadala mingi ambayo inaendelea ni, ni mijadala chanya, wala sio mijadala hasi kuhusu tuzo. mm. Mingi ambayo inaendelea, sisemi yote, ila mingi inayoendelea ni mjadala ambayo ni chanya kuhusu tuzo, na ndio maana wengine wanajutia kwamba kwa nini sikuwa mimi? Mm. Kwa nini sikupeleka? Ujue kwamba, ona kwamba kumbe kulikuwa na umuhimu wa kupeleka kazi zake ili kama zinastahili aweze kutunzwa kama wenzake walivyotuzwa hapo jana mm. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba ilikuwa ni tuzo ambayo naamini imeamsha chachu ya waandishi wa habari kuona kwamba kumbe kazi yao, kazi zao wanazozifanya zinaweza kuthaminiwa na kupewa tuzo inayostahili. mm. yeah. tuzo hapa, uh, nimehusika kwenye hizi kazi kuzichakata mm. Wapi kulikuwa kuna mapungufu sana, kabla hatujaingia kwenye hotuba na yale ambayo mengineo yalisemwa, kugusiagusia baadhi ya mambo ambayo hayakuonekana kwa wingi huo. Uh, mapungufu unajua, hii kwanza, hii ni mara ya kwanza kwa, kwa, kwa hizi tuzo za Samia Kalamu mm. Uh, tuzo za Samia Kalamu ni mara ya kwanza kufanywa, na kwa sababu zimewaleta pamoja kama walivyosema hapo awali, mamlaka ya mawasiliano Tanzania, TCRA pamoja na TAMWA, chama cha waandishi wa habari wanawake TAMWA. Uh, kwa hiyo unapokuwa unafanya kitu kwa mara ya kwanza tegemea kwamba utakuwa na wewe unajifunza mm, kwa namna gani ya kufanya kitu katika hali ambayo ni bora zaidi, licha ya kwamba jana ilionyesha kwamba pekee na ubora wa hali ya juu sana, yani, kwa hiyo ni kwamba umeanza na mguu sahihi. Uh, kwa hiyo huenda huko mbele mambo yakawa ni mazuri zaidi kwa kutumia uh, mapungufu ambayo yamejitokeza katika sehemu ya katika uh, hii safari ya kwanza katika eneo letu sisi tulikuwa tunalifanya la kupitia na kuzijaji hizi kazi, tuliona mapungufu kadhaa ambayo yanajitokeza. La kwanza ilikuwa ni matumizi ya lugha, hili amezungumza na Rais Samia jana mm. Huu ni kama ugonjwa <laughs> huu umekuwa sasa hivi ni kama ni kama ugonjwa uh, kwamba na inakuwa mbaya zaidi ni kwamba tunaijua vizuri sana lugha ya kigeni Kiingereza hmm. Halafu hatujui kabisa lugha mama yetu Kiswahili hmm. Na matatizo mengi ya lugha yaliyojitokeza, Nurdin ni kwenye lugha yetu ya Kiswahili hmm. Ukweli ni kwamba tuna kazi kubwa sana ya kufanya katika matumizi sahihi ya lugha, na unajua wanahabari ndio watu ambao tunatakiwa tuikuze lugha yetu mm. na kuikuza ni pamoja na kuongea na kuandika kiswahili fasaha. Lakini sasa inapotokea kwamba sisi ndio wa kuanza kukibananga kiswahili inakuwa ni jambo ambalo si jema sana. Sasa <coughs> huu ni udhaifu ambao tulioshuhudia wakati wa kupitia zile kazi, unakuta Uh, habari ya redio ya televisheni au ya mtandao ya kijamii, mtangazaji anasema uh, wakati wakisafiri katika Ziwa Nyasa uh, abiria uh, jahazi lilipigwa dafrao na watu saba waliweza kufariki dunia <laughs> hasa ndio kuweza kufariki Yani nikana kwamba watu wale walikuwa mm, wakisubiri walikuwa wakisubiri kwamba wafariki, halafu ameweza kufariki yani. Mm. Ni, ni lugha mbaya sana kuitumia, ni lugha ambayo sio fasaha katika kiswahili chetu. Huu ugonjwa wa kuweza umekuwa mkubwa sana katika radio zetu, television, pamoja na mitandao ya kijamii mm. Kwa hiyo matumizi mabaya ya lugha imekuwa ni tatizo kubwa sana ambalo tumekutana nalo. Lakini jambo jingine ni swala la maadili ya. Okay. Yeah, bado tuna safari ndefu pia ya kuhakikisha kwamba kazi zetu zinazingatia maadili kwa kiwango kinachostahiki. Na hii nitoe mfano tu kwamba na, na naposema maadili tunazingatia lazima izingatie pia na utu wa mtu. Mm. Utu wa mwanadamu kwa sababu okay. Nurdin, katika, katika taaluma ya uandishi wa habari nafundisha kwamba wale watoto aa, ni watu ambao wanatakiwa kuhifadhiwa utu wao. Hmm. Hata kama katendwa kitu kibaya lazima uhifadhi utu wake. Sasa fikiria, nitoe mfano tu mtoto mwenye umri wa miaka aa, tisa kumi. Hmm. Niseme amenajisiwa aa, mtoto kama yule yake mtoto huyo anasoma katika shule ya msingi Kigogo, darasa la 4 A hey, amekumbana na hiki akitokea shuleni na nini, mzazi wake, baba yake, baba mtoto huyo fulani bini fulani, anamtaja jina lake amethibitisha kutokea kwa tukio hilo darara na mambo mingine. Aidha, mwalimu wa darasa la nne fulani bin fulani anamtaja mjumbe wa mtaa huo fulani bin fulani. Yote hayo tayari umemwanika yule mtoto, umesha m-expose tayari. Kwa hiyo wala ile kuficha sura yako kuficha sura yake haikuwa na sababu, kwa sababu umeshamwanika tayari. Yani, namna gani tunalinda utu wa hawa watu yani. Nimetoa mfano tu wa mtoto lakini mambo mengi sana katika jamii mm. Sasa hilo pia ni tatizo jingine ambalo tumeliona wakati tunapitia hizi kazi za uandishi uh, jambo jingine tuliloliona ni, <coughs> ni kwamba bado tuna tatizo la habari nyingi sana kuto, ku, ku, ku, kuandikwa kutokana na matukio yaani, matukio ndio yanayotengeneza habari mm. Uh, habari nyingi za namna hiyo Nurdin, haziwezi kuwa na umahiri kwa sababu ni kitu ambacho unakwenda kuna tukio unalitazama limetokea, unatoka pale na kuandika habari. hasa hapo, huwezi kuonyesha umahiri wako kama mwandishi wa habari. Kuna mambo mengi sana ambayo yapo kwenye jamii yetu, mengi sana ambayo yanahitaji akili ya mwandishi ifanye kazi haraka haraka, ifanye kazi kwa kufanya uchambuzi wa kina, ijue kwamba hapa tukio hili lina athari gani kwa mwananchi, niandike kwa mtazamo upi ili liweze kuleta matokeo chanya kwenye jamii, uende ukalifanye, sio kusubiri kuna mkutano wa hadhara sehemu unakwenda kufanya kava jule, mkutano unakuja na habari yako. Kuna ajali imetokea, unaona ufanya tukio la ajali unaandika habari yako, afu unapeleka kwenye tuzo, yani huwezi kupata umahiri katika habari za aina ile. mm -hmm. Tulipokea kazi elfu moja mia moja thelathini na moja. Okay. Kazi zote tulizopokea ambazo zilikuja mikononi mwetu si majaji kuja kuzifanyia kazi. mm -hmm. Kazi ambazo tuliziona zimekidhi na zinastahiki kwenda hatua ya fainali ni kazi 85, 86, kati ya elfu moja mia moja hazifiki hata mia moja. Hizo ndo zilikuwa na ubora na kama zinastahili kwenda huko mbele. Hmm. Kwa hiyo hizi nyingine zote ilikuwa ni kazi ambazo hazikuwa na ubora ule uliokuwa unastahili. Hapo unaweza ukaona ukubwa wa tatizo tulionalo. Hmm. Yeah, kwa hiyo na, na, na haya ni machache mm, machache tu katika matatizo mengi sana ningezungumza yote hapa tukajaza kipindi kizima kama bila, bila kuja kwa matatizo kama haya mm. Uh, tuzo hizi zilifanyika uh, zilitanguliwa <coughs> na tamu na na TCRI kupita uh, mikoani na maeneo mbalimbali kutoa elimu mm. Ina maana elimu yao haikuwa imeeleweka kwa wana habari na kuja sasa kuleta vitu ambavyo vilionyesha kabisa ni tofauti na kinachohitajika kwenye sifa za tuzo. Unajua uh, elimu iliyotolewa na tkua ni elimu ya msingi sana iliyotolewa na tam pamoja na TCRA ilifanyika kwa kipindi cha miezi kama mitatu hivi kabla ya waandishi kutakiwa kuanza kuwasilisha kazi zao. kazi zao kwa ajili ya kwenda kwenye tuzo yani na kazi zilizokuja kuingizwa pale ni kazi ambazo zilifanyika toka mwezi wa kwanza mpaka wakati ule mwezi wa kumi ambapo Oktoba ambapo tuzo kazi zilianza uh, kupokelewa. Na kazi ya kutoa elimu uh, ilianza nadhani mwezi wa saba, mwezi Julai mwaka jana. Sasa kwa miezi hii mitatu, wa saba, wa nane labda na wa tisa mm. Baada ya ile zoezi la kutoa elimu kukamilika na kuwa na ile muda wa wiki tatu zile za kupokea kazi hizi, sidhani kama ilikuwa ni muda wa kutosha kuyafanyia kazi yote ambayo yalikuwa yame wamefundishwa kwenye kipindi hiki yani mm, na pia kumbuka kwamba kazi nyingi zilizowasilishwa ni zile ambazo zilitoka nadhani nadhani nyingi zaidi zilitoka kabla ya kipindi kile cha mafunzo ambacho kilifanyika yani mm. Kwa hiyo naamini kabisa kutokana na mafunzo yale ya, ya kuanzia Julai mpaka uh, Septemba mm kazi zitakaza kuja kupokelewa labda kwenye tuzo ijayo ambayo watapanga wenyewe waandaji wa kwamba itafanyika lini na wataanza kupokea lini hizi kazi, naamini zitakuwa na ubora wa hali ya juu sana, kwa sababu watakuwa wanajua kwamba kumbe walikosea nini katika zile kazi zao za kuanzia mwezi wa saba mpaka mwezi wa kwanza mwaka jana, Januari mpaka Julai, na ambazo bila shaka mwezi Julai, Agosti, Septemba walioweza kuzifanyia kazi kipindi kile, wengi bila shaka ndio wamekuja kutuzwa kwenye kipindi hiki katika tuzo ambayo ilifanyika jana. mm. Kwa hiyo naamini kabisa katika uh, awamu ijayo ya pili ya tuzo hizi za Samia Kalamu. Kuna mabadiliko. Huenda kutoka mabadiliko makubwa, sio kidogo, makubwa sana, kuanzia kwenye kazi zitakazowasilishwa, hali kadhalika ubora wa kazi ambazo zitawasilishwa mm. Naamini kabisa <laughs> jopo la majaji wakati huo itabidi wajipange mm. yeah. Moja ya jambo ambalo lilikuwa linazingatiwa ni Uh, taarifa ambazo zimejaa utafiti mm. na uchambuzi kuhusiana na mambo ya maendeleo ya nchi, uwajibikaji mm. uzalendo mm. na kujenga taswira bora mm. ya nchi mm. Lakini wakati hivi ndo vigezo, mkurugenzi uh, wa TCRA kwenye hotuba yake aligusia kwamba moja ya eneo ambalo bado hatufanyi vyema ni katika zile taarifa za uchunguzi mm. Ukiyapima haya mawili, shida yetu hasa unaona wapi? kama wana habari na hata kushindwa kukidhi uh, kiu ya yale maeneo ambayo yanatokea yanayotakiwa labda ya utafiti kufanya uchambuzi, licha kwamba rais wakati wa hotuba yake pia aligusia kidogo, kwamba anasema sasa angalau wanaona vyombo vya habari vikifanya uchambuzi na viishii tu kuleta habari kama zilivyo. Uh, uh, Nurdin, habari za uchambuzi, habari za uchunguzi ni muhimu sana hmm. kwenye chombo chote cha habari na ndio habari ambazo zinasaidia sana kuhakikisha kwamba wale wenye mamlaka, na hapa sizungumzii tu serikali, nazungumzia hata katika maeneo mengine hiyo, hmm, ni katika maeneo ya biashara, katika maeneo, maeneo yote yanayohusika yani, ambao tuna watu ambao wana mamlaka ya aina fulani, kwamba wanakuwa wanawajibika ipasavyo <coughs> iwe ni katika huduma za afya katika maeneo yote ambayo inatoa huduma kwa jamii yote hayo yani habari za uchunguzi ni muhimu sana yani ah uh, habari ili ufanye habari za uchunguzi kwanza unahitaji muda wa kutosha mhm mm huwezi ukaamka asubuhi kwenda kufanya uchunguzi halafu jioni habari inaruka azam news haiwezekani hiyo itakuwa ni ghasia sio uchunguzi yani ah uh, kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba unahitaji wiki moja wiki mbili tatu mwezi mzima kwa ajili ya habari yako hii moja ya uchunguzi. Inabidi uwe na subira ya hali ya juu sana, inabidi upate nyaraka za kutosha, upate takwimu za kutosha, upate ushahidi wa kutosha, ili uweze kutoa habari yako. Na yote hayo, kumbuka unapofanya hayo, mwajiri wako anakusubiri, anasubiri, anasubiri u, u, u, Mwisho mwezi kulipa mshahara. Mm. Halafu kwa mwezi mzima habari yako moja haijakamilika. ya Alafu na kulipa mshahara wa mwezi mzima habari yako moja ya uchunguzi haijakamilika. Kidogo inakuwa inaleta ugumu kwa namna moja ama ya nyingine yani. Atakuwa na subira hii kusubiri kwa muda huo kwa ajili habari yako moja. Mm-hmm. Licha kwamba habari hiyo moja inaweza kuleta mabadiliko makubwa sana, sio kwenye chombo chake peke yake, inawezekana kaleta ikasababisha kuleta hadhira kubwa sana kutazama, lakini sio hicho tu, italeta imani kubwa sana bila shaka chombo chako cha habari, lakini italeta matokeo chanya bila shaka kwenye jamii mm. hiyo hiyo habari moja uliyofanya kazi kwa mwezi mzima, lakini subira hiyo ipo kwa waajiri wetu na kwa mabosi wetu, kwa sababu lazima utumie muda wa kutosha. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili, habari ya uchunguzi ni gharama, gharama kubwa sana wakati na mwingine, nampasa mwandishi atoke sehemu moja mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kutafuta nyaraka tu au kuongea na mtu mmoja tu au wawili, hmm. kisha ende mkoa wa pili au watatu kwa ajili hiyo hiyo. Vyombo vyetu vina uwezo wa kugharamia mwandishi kufanya shughuli hii? Hilo pia ni swala la kujiuliza. Lakini habari ya uchunguzi pia inahitaji ujasiri katika kuzifanya sio kama ni habari ya kutisha za kutisha kwamba unaogopa utashambuliwa. Kuna habari nyingine hazihitaji, hazihitaji, wala hugombani na serikali hata kidogo hmm. Unaamua kufanya habari ya uchunguzi kuhusu kukithiri kwa madanguro buguruni kwa mfano. Dar es Salaam. Haugombani na serikali hata popote tena, ukimaliza hiyo stori, serikali itakutunza itakupa tuzo kwa sababu ya utakuwa umeisaidia kwa kiasi kikubwa sana kufichua mambo ambayo bila shaka hawakuweza kuyafanya kuyap, kuyapata wao kwa uwezo wake, yani. Kwa umesaidia kwa namna moja ama nyingine yani. Sasa wala kugombana na serikali, lakini inahitaji ujasiri wa hali ya juu, wakati mwingine kwenda usiku kutafuta taarifa, wakati mwingine usiku wa manane, na unatakiwa uwe peke yako, unafikiria kuhusu usalama wako, mwisho unasema to hell. Acha ni ach... yani, ni unaamua kuacha yani. Lakini kama ungeifanya ungeokoa ma ma maelfu ya Watanzania katika habari yako moja yani. Ujasiri Tunao kufanya huo hizo habari, kuna mambo mengi sana yanayofanya habari za uchunguzi zifanyike, hasa hayo yanahitaji ushirikiano karibu sana kati ya mwandishi mwenyewe, chombo chake cha habari na jamii pia, kwa upande mwingine. Sasa kama hayo yote hayapo, utayari wa chombo haupo, ujasiri wa mwandishi haupo, ile fikra za mwandishi kupanua akili yake, kutafuta mawazo ambayo anaweza kaifanyia uchunguzi na kuangalia matatizo ambayo yapo kwenye jamii ili afanyie uchunguzi Hizo fikra hazipo, itakuwa ngumu sana kufanya habari za uchunguzi okay. na ndicho hiki alichokisema mkurugenzi um, wa TCRA jana kwamba kwa kweli kuna upungufu wa habari za uchunguzi licha ya kwamba jana kuna na, na, na, mm. ilipa, ilipa, okay. <coughs> habari moja ya uchunguzi naikumbuka ilipata tuzo. hiyo habari tena inahusu michezo mm. ilihusu ujenzi wa uwanja wa Benjamin Mkapa mm na ile habari ambayo imepata tuzo yani ilikuwa ni habari moja nzuri sana, na imefanya uchunguzi sio kwa siku moja, sio kwa mwezi mmoja, ni muda mrefu mno. Ile habari imefanya uchunguzi na imepata tuzo jana yaani. mm. kwa ni kwamba zipo kwa waandishi wachache wenye uthubutu kama ilipata tuzo jana yaani, kwenye habari hizi ile ya ya ya uwanja wa Benjamin Mkapa yaani. mm. kwa hiyo si kwamba hakuna kabisa Zipo lakini si kwa kiwango cha kuridhisha sana, kama alivyosema mkurugenzi wa TCRA, nakubaliana naye kabisa mm. Inabidi tuongeze jitihada kwenye habari hizi za uchunguzi, kwa sababu zina matokeo chanya kwenye jamii yetu kwa kiasi kikubwa sana. Umekuwa jaji kiongozi, uh, maana yake kwamba mmeona haya mapungufu, mmeona hizo shida mm. Uh, na mlipiwa hiyo kazi na tamo na TCRA, hmm. Lengo la kuja kwa tuzo si tu watu tukuondoka pae na tuzo wanasherehekea, lakini hmm. kuweza kunoa wanahabari <coughs> uh, wawe mahiri na kuendelea kuona stadi zaidi. Mmewapa hmm. haya mapendekezo na labda tutarajie kwamba sasa tutaanza kupata mwelekeo tofauti wa uandishi wetu, uh, na kuona tija zaidi kama ambavyo wengi wanatamani. Nodini, hilo ilikuwa ni moja kati ya mambo ambayo tulipaswa kuyafanya na tumeyafanya kama jinsi ambavyo tulipaswa kuyafanya, kwa sababu ingekuwa haina maana kwetu sisi tupitie kazi 1131 usiku na mchana, tumalize kupitia zile kazi tupendekeze uh, kazi ambazo zinastahili kupewa tuzo, alafu tunabeba mabegi yetu tunarudi nyumbani kwenda kulala kusubiri usiku wa tuzo, tungekuwa hatujatimiza wajibu wetu ipasavyo. Ilikuwa ni lazima tuangalie, tumebaini nini katika uh, yale mawasilisho ya wale uh, waandishi waliowasilisha kazi zao, tumebaini nini. Ilikuwa ni muhimu sana, lazima tueleze, kama jinsi ambavyo nimeeleza mambo ambayo tumebaini mm -hmm. na pia tunapendekeza nini kifanyike baada ya hapo, baada ya kubaini mapungufu ambayo tulikuwa tumeyaona. Kwa hiyo tukaweka pia mapendekezo yetu, yakawa mapendekezo mengi sana ambayo tumeyaweka tumyea, ili na haya yalikuwa tuliaga katika maeneo tofauti tofauti yani. Hmm. Kuna mambo ambayo inabidi yafanywe na wenyewe. Kwa hiyo wanakwenda labda kwenye kufanya waandishi uh, kupeleka mrejesho wa, hmm. wa hizi kazi zao walizo, walizowasilisha kama TCRA na TAM watandaa utaratibu huo, naamini kabisa kwamba wataenda kupeleka mrejesho kwamba kazi zenu zilikuwa na upungufu huu upungufu huu na huu na huu na huu nyinyi waandishi, mnapaswa, tunashauri mfanye moja mbili tatu, kama jinsi ambavyo tulikuwa sisi tumependekeza, ikiwa ni pamoja na kupata ushujaa wa kufanya habari za uchunguzi wao, kuachana na kutegemea habari ambazo mimi naziita ni za piara, za kuitwa kwenda kwenye mikutano tu au press release ambazo zile. Jiakati na mafundisho yenyewe mliambia kwamba hizi ni kama, ukiona hivyo ni kama tip tu yani. yeah ikusaidie kupata wazo la habari nyingine kabisa, yani. hmm. si uchukue wenyewe kama habari hapana. Sasa kama tunategemea kutakuwa na uvivu wa kufikiri kiasi hicho na kuendelea kutegemea press release, unaandika habari yako unapeleka kwa mhariri, anaihariri pale, inaruka unaichukua, unapeleka kupeleka, usubiri kupata tuzo yani. kwa kweli tunasubiri sana na kila siku kazi zetu zitakuwa za ubora wa hali ya chini sana. Kwa hiyo tumepeleka mapendekezo haya, kwa upande wa waandishi tunapaswa kufanya nini, lakini pia wahariri, okay. Namna gani wanapaswa kuwasaidia hawa waandishi ili kuwa na habari ambazo zina ubora. Kumbuka kwamba mhariri ndio gatekeeper. Mm. Sasa ana uwezo wa kufanya habari iwe nzuri na ana uwezo wa kuharibu habari. Wakati mwingine una, tunampa tuzo mwa, mwandishi, lakini inawezekana mwongozo mkubwa sana kazi kubwa sana imefanywa na mhariri kuijenga ile habari yani. mm. Na ni hili jambo ambalo ndio linapaswa kufanyika. Wahariri wawasaidie vijana wao, waandishi wao kwamba hii kazi ukifanya hivi, ukienda huku, ukifuata na yule itakuwa bora zaidi kuliko ukiacha kama jinsi ilivyo yani. Na akiona ametengeneza vizuri kwamba kwamba umempa mwongozo. Kesho wala hahitaji mwongozo, atapita huko ambako wewe umemsaidia. Mwisho mm. wa siku kila wakati anapata kazi bora bora bora bora kila wakati yani. Mm. Kuna waandishi ambao nini kitokea tuzo na waona majina yao yako pale <laughs> na siku zote wanashinda anu. mm. Ni kwa sababu gani? Najua kwamba nikipita njia hii nitafanya kazi bora sana na lazima nitashinda, na kweli wanashinda anu. Wapo sana kwenye vyombo kama viwili vitatu hivi, magazeti mawili matatu yanaongoza sana kutoa washindi wa tuzo hizi yani. Sasa pamoja na hayo, kuna me, mapendekezo mengine ambayo ni kwa of course wa kwa miliki mm. na makundi hayo yote, bahati nzuri sana ni kwamba tamu na TCRI waliafikia wakati wa mafunzo uh, yao ya mm. uh, wamiliki pia lazima wawasaidie kutengeneza mazingira rafiki kwa hawa waandishi kufanya kazi ambazo ni bora mm. Wakati mwingine wamiliki wanawakwamisha sana watendaji kufanya kazi ambazo ni bora, na mwisho wa siku tunawalaumu waandishi, lakini kumbe mwandishi ana mawazo mazuri sana, lakini anakwama kwa sababu hapati sapoti kutoka kwa wamiliki wakati mwingine mm. mm. kwa hiyo kila kundi lina nafasi yake ya kufanya kazi zijazo zije kwa bora zaidi. Mapendekezo haya tumeyawasilisha, tumepeleka, na naamini kabisa, tena kwa mwamko ambao nimeuona jana kwenye tuzo, naamini TAMWA na TCRA watapeleka mapendekezo haya kwa walengwa, na naamini tuzo zijazo itakuwa ni mafuriko <laughs> na maneno kwake, Dr. Egbert Mkoko hyo Jaji Kiongozi kwenye tuzo za Samia Kalamu ambazo zimefanyika jana na watu wametuzwa <coughs> e, katika kiwango cha kuvutia na kuinua e, msisimko mara baada ya kuwepo kwa tuzo kadha wa kadha, na watu wengi kuona kana kwamba tuzo zenye sasa za waandishi wa habari zimepoteza mvuto, lakini jana imeleta taswira mpya katika uandishi wa kuzingatia utafiti, lakini pia na uchambuzi ukilenga sekta mbalimbali mbali taka watu waandike kuhusiana na maendeleo na namna kuweka taswira njema uh, ya nchi. Kwa hiyo shime, wewe mwana habari, baada ya kuyasikia haya kutoka kwa Jaji Kiongozi, basi unatakiwa sasa ujipange na kujua mwelekeo wa tuzo zijazo, unapaswa kupita njia ipi ili uweze Hey, watoto wa mjini wanasema kutusua kuondoka <laughs> na tuzo yako. Nikushukuru sana Dokta, asante sana mrezi, naam. Na, na kwa nukta ndo nafikia tamati ya uchanganuzi kwa usiku huu wa leo. Mi naitwa Nordin Selemani nikutakie tu usiku mwema na kila la heri, tukutane kesho panapo majaliwa yake Muumba, kwa ya heri.